Leo tuna mada nzuri, tunazungumzia juu ya uraibu. Ningependa yes. Tujue fafanuzi alafu tutaangalia vile vipengee, ili kuona tunaposema uraibu na zile tofauti tofauti, ili mtazamaji aweze kuelewa. Ningependa okay. utuanzishie tujue uraibu ni nini? Um, jambo la kwanza kabisa, uraibu ni au addiction ni kile kitendo cha mtu kuwa na tabia fulani katika maisha yake ambayo inamletea madhara mabaya kwenye maisha yake lakini anafurahia kuitenda. Kwa hiyo tabia yoyote ambayo anafurahia kuitenda lakini inaleta madhara kwenye maisha yake, hiyo ni uraibu mm -hmm. Yeah. Kwa hivyo unafurahia lakini kuna madhara, kuna madhara unayopata mm -hmm. Hiyo ni uraibu mm -hmm. Sasa uraibu unaweza kuwa katika aina tofauti nyingi mm. lakini maana halisi ya uraibu ni tabia yoyote ambayo mtu anafurahia kuitenda lakini pia ina madhara. Mm -hmm. Inaweza hata kujikuna hapa. Ikawa ni uraibu. Mm -hmm. Kama unajikuna mpaka unachanika un... lakini ukuambia, acha kuna saa unajisahau na kuna tena mpaka unapata madhara makubwa. Mm -hmm. Uo ni uraibu. Umaikuona watoto ambao wananyonya vidole. Aha. Na inafikia anaambiwa aache mtu ni mtu mzima lakini bado ananyonya vidole lakini ni mm -hmm. mtu mzima. Sasa wengine wanafikia kiwango mpaka wanakatwa katwa huku wanapakwa wengine pilipili, wengine wanafungwa hata zile nani za vidonda, ili akifanya hivi, akiishika anaacha. mm -hmm. Kitendo cha kunyonya vidole ni uraibu. mm -hmm. eh. Nini kinapelekea mpaka mtu anafikia hiyo sehemu ya uraibu? Uh, kuna, kuna, kuna sababu nyingi. kuna sababu za kimazingira, mm -hmm. kuna sababu za kibiolojia, mm -hmm. za kurithi kama jenetiki hizo. mm -hmm. Tuanze hizi za kimazingira za kimazingira unaweza ukakuta kwamba ni mtu yupo kwenye mazingira fulani ambayo watu wanafanya tabia fulani mm -hmm. kwa hiyo na yeye anajikuta kwamba yupo kwenye mazingira yale, anaanza kutumia hicho kitu ambacho kinatumika. Kwa mfano sitashangaa kuona mtu ambaye yupo kwenye mazingira ambayo marafiki zake wengi wanavuta bangi, anaweza akajikuta na yeye anavuta bangi Mm -hmm. anakuwa mraibu. Mm -hmm. Na hii ndio inapata wanafunzi wengi wanapokwenda kwenye vyuo, kwa sababu wanakutana na watu ambao wanabadilisha tabia zao. Lakini kuna sababu ya ki, ya ki genetic, kuna watu wanarithi mm. Nimekuta kesi nyingi za waraibu wa pombe kwenye familia zao kuna hicho kitu. Mm -hmm. Kitu ambacho watu hawajui, hata sasa hivi tunapoongea hapa, nadhani wengine wenda hawajui hii, ni kwamba baadhi ya vitu ambavyo mimi ninavifanya mimi sasa hivi hapa vinakuwa recorded kwenye DNA yangu. Mm-hmm. Eh, hiyo ndio kitu ambacho watu hawajui. Yaani DNA ni kitu cha msingi sana. Mtu asicheze nacho. Kinatunza rekodi. Sasa ile rekodi inaweza kuhamishwa kwa mtoto atakayemzaa.